Tumekagua mradi wa shule ya sekondari Saasisha, tumekagua Machame Girls na tumekagua hapa. Tunazungumzia zaidi ya bilioni moja katika maeneo yote haya, tunazungumzia bilioni moja kwenye shule tatu hapa, hatujaweka na shule zingine. Nitoe rai kwa wakandarasi wote waliokuwepo katika wilaya Hai ambao wamepata kazi, wakandarasi ni wakute saiti, nikute nyaraka saiti, fedha zipo. Hatuna changamoto ya fedha. Mheshimiwa Rais katenga fedha zimeletwa. Tuna changamoto ya utekelezaji wa miradi kwenye maeneo machache sana kwenye wilaya yetu ya Hai, hatuna changamoto ya fedha. Mheshimiwa Rais hana deni, sisi ndo tuna deni na wananchi, katika kutafsiri maono na dhamira ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo katibu tawala, maelekezo yangu wiki hili lote ni wiki ambalo tunapeleka kwa umma huduma muhimu ambazo Mheshimiwa Rais ametuletea wananchi wanatakiwa wajue miradi yao ya kimkakati, tuwakute wakandarasi saiti na tuwakute dipatimenti zote zinazosimamia miradi husika. Mwombeeni Mheshimiwa Rais na tuiombee nchi yetu. Maendeleo haya hayawezi kuja bila ya amani. Amani na utulivu katika wilaya yetu ni kitu kikubwa sana, lakini lazima tumwombee kiongozi mkuu wa nchi pamoja na viongozi wengine wakuu wa nchi. Mungu awape wa swia na afya njema. Kwa kweli tulijitahidi kufuatilia umradi kweli. E, tunapenda kuona kazi nzuri kama hizi. Kwa hiyo mkiona maeneo tunakuwa wakali, kwa sababu mambo yanakuwa yaendi vile ambavyo ni matarajio ya Mheshimiwa Rais. Kama mnavyojua Mheshimiwa Rais anatamani kuona watoto wa Kitanzania wote wanapata elimu nzuri, wanapata elimu bora, wanasoma kwenye mazingira mazuri, na mazingira yenyewe ndio haya ambayo ameyatengeneza kazi nzuri kama shule tunayoiona ni ndani. Huu ni mwaka wa pili sasa, lakini hatujawahi kupata zaidi ya miaka 40 iliyopita iliyopigwa nyuma. Kwa maana hiyo, ni ni furaha yetu kuona lakini pia kwa jitihada zenu kama wawakilishi wa Rais kwa kufika kwa wakati na kuangalia mazingira yaliyopo, lakini kwa kazi nyingine, umeme umesheheni, maji, ongera kwa serikali, lakini tunashukuru sana kwa sababu tumepata Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye ni mchapa kazi kweli kweli, kwa kweli tunakushukuru sana, kwa sababu na hata unavyoagiza na unavyofanya kazi sisi wenyewe vijana tunashukuru sana, na pia tunamshukuru mheshimiwa rais kutu kuamini vijana kama sisi. Mheshimiwa, kwanza mimi shukrani <coughs> shukrani zangu za dhati kwako kwa ujio kwa wako, nimejifunza mambo mengi kwa muda mfupi tu ambayo umekuwa hapa kwanza zaidi kuweka umakini zaidi. Nimegundua ni mtu makini sana na pia mdadisi na mchunguzi. Kwa hiyo kwa hilo tu tayari tumeshajifunza jinsi ambavyo tunapaswa kusimamia kazi. Mimi si mtaalamu, lakini kwa namna yako ya ujio wako wa leo nimejifunza vitu vingi sana ambavyo vitanisaidia siku zijazo nizidishe umakini katika suala zima la usimamizi wa miradi. Samia kwa sababu ana akili pana, ana akili refu. Maana karibu kushinda wanaume. Sekondari nyingi sana mmejenga. Na mimi nimeona kwa kweli anapaa kwa sababu tumejenga si sekondari. Maana mimi nimeshaona ana akili pana sana na ana akili ndefu tena. Mtanzania wengi anasoma anapata akili. Nchi yetu anaendelea mbe mbele mm.